Yesu Kristo, ndugu watazamaji wa SMA Media Tanzania, e, tupo katika parokia yetu ya Nyamanga iliyo ndani ya jimbo katoliki la Bunda e, katika kisiwa cha Ukara, wilaya hii ya Ukerewe. Tunaona kanisa likiwa limefanyiwa ukarabati, limepakwa rangi upya, lakini pia ndani limewekewa vigae na pia umejengwa altari mpya ya kudumu. Tafadhali tembea nami kujionea eh, ndani ya kanisa na jinsi linavyopendeza. Tunawashukuru sana wakristu eh, wa parokia hii ya Nyamanga kwa majitoleo yao, lakini pia kwa mapadre ambao wanafanya utume katika parokia hii. Karibu kujumuika nami uweze kujionea Kanisa hili linapendeza sana eh, mahali hapa panavutia. Nyumba ya Mungu inavutia sana na inapendeza sana. kweli mahali hapa panautia. Mahali hapa ni mahali kweli kweli najioa. Tunawaomba vijana wa Katoliki ambao wamependa kujiunga na shirika letu la SMA, wawasiele nasi tuwape mawasiliano ya mkurugenzi wa miito, ili waweze kupewa utaratibu wa kuweza kujiunga na shirika letu na baadaye wao pia waweze kuifanya kazi ya Bwana kama mapadi. Na kwa mabinti ambao wamependa kuwa masista, karibuni pia, tuna shirika na pamoja nasi, karibuni sana mjiunge nao pia. Mungu awabariki sana. Na ndugu zangu, kanisa hili linapendeza, kama nilivyosema, tunaona mabenchi e, tunaona Unaona milango imepata rangi nzuri kabisa na vigae ka. mpaka nje e, e, mi, kwa kweli mahali hapa panavutia, nyumba ya Bwana inapendeza sana. Nyamanga ni parokia ambayo ni ya zamani sana, lakini miaka hivi karibuni shirika letu la SMA limekuja kuanza kufanya Kwa watazamaji wa SMA Media, endea kutembea nasi siku zote tunapotembelea parokia zetu moja moja ili muweze kujionea yale yanayofanyika. Mungu awabariki sana.